Wakazi wa eneo la Kangema wameweza kujitokeza siku ya leo kwenye streets na wanalalamika kwamba serikali haijaweza kuwajibika katika kazi lao ya uokotaji wa takataka huku nje. Wakazi wa hapa wanasema hii uchafu imeweza kuleta maradhi kadhaa na mainzi na harufu mbaya, na wanalalamika kwamba wanataka wafanyiwe haki. So hii shida ya takataka imekaa hivyo, ya kwanza imekuwa tatizo si ukiona? Hapa hakuna kitu imefanyika, ni kifaili tu hapa hivi, tena hawapeleki ati kwa dumpsite. So tunaweza aja serikali watoa hizi takataka wapeleke kwa dumpsite, zinaweza tuletea magonjwa zile ambazo zitatuafekt hasa, si wanafunzi. So my request the government, niweti watoa hizi takataka hapa peleke, mali zinafaa zitiwa.